Ladies and gentlemen, kumetokea mwanadada fulani kutoka Tanzania ambaye anaitwa Aisha Feruzy. Aisha Feruzy amekemea wanaume wote nchini Tanzania. Amesema ya kwamba huku Tanzania hakuna mwanaume hata mmoja atawai mkatia kwa sababu yeye amesema ya, ya kwamba hakuna mwanaume huko Tanzania ambaye akuna pesa ambazo zinaweza kuwa zinamgharamia mahitaji yake, mpaka akasema ya kwamba hata Diamond Platinum, akina Nay wa mteo, awezi kufua dafu mbele yake. Huyu ni msichana ambaye anaitwa Aisha Juma, msichana ambaye ni mrembo kama warembo wengine, na amesema ya kwamba huko Tanzania aoni mwanaume hata mmoja, mmoja wote Vumevume gumegume, akikilia kwamba huko hakuna mwanamume ambaye akuna pesa ambazo zinaweza kuwa zinagharamia mahitaji yake ya kimsingi ambayo huwa anayahitaji. Hayo ni mambo kutoka kwa huyu mwanadada Aisha Feruzy ambaye amewakejeli na kuwadhiaki wanaume huko Tanzania, ya kwamba wote ni fukara, wote ni maskini, hawana hela, na pia kwa kile kidogo ambacho wako nacho hawawezi uh, kuwa wanawapatia wasichana wengine kwa sababu wanaona ya kwamba wakipeana kitaisha. Langu jina la salia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, na lengo langu siku zote ni kuhakikisha kwamba nakupasha taarifa kama hii pindi tu inapotokea. Kile ambacho nakuomba mkubwa wangu kisha ya kwamba na subscribe kwenye hii channel, ndio kila kitu ambacho kikutokea, lengo langu liwe ya kwamba ni kukusukumia uweze kupata kuelewa yale ambayo yanatokea ndani na nje ya nchi. Naitwa Maskini Msomi. Bye.